Mchinga uh, wakati tunaanza matangazo haya bobali tuligusia ili swala la vijana kuingia katika bunge hili la jamhuri ya muungano wa tanzania mm -hmm. na uli, uli, uliweka kama sehemu ya vitu ambavyo unavigusia na unavitazama katika bunge hili mm -hmm. inaonekana katika vyama vyote vya siasa vimeleta sura mpya hizi na hasa vijana kuingia katika bunge hili na maana gani mimi nachukulia kwenye <coughs> nadharia ya demokrasia ni kwamba vijana hususan tanzania jamii tulionayo, watu wengi ni vijana, na hili bunge mi naliita naliita ni bunge la Watanzania kwa sababu Watanzania ambao ni vijana ni zaidi ya asilimia sitini na moja. Kwa hiyo kuwa na vijana wengi ndani ya bunge kuna reflect population. Yani akija mtu ambaye sio Mtanzania akaona sura ya wabunge waliopo, hapati shida kujua kwamba vijana ni wengi ndani ya taifa hili. Kwa hiyo kuwa na vijana wengi ni ile, ni vijana wameutendea haki jamii na jamii wametutendea haki vijana, kuona kwamba hawa ndio wengi, tumepitishwa kwenye vyama vyetu vya siasa, tunaaminika. Kuna vijana wenzetu waliingia elfu mbili na tano elfu mbili na kumi wakajenga misingi ya watanzania kuamini vijana, ni, ni kitu ambacho ni kizuri na tunawashukuru sana wabungi ambao waliingia elfu mbili na tano elfu mbili na kumi ambao ni vijana. Mm. walifanya kazi nzuri. Kama si wao kufanya kazi vizuri, sisi leo tusingeaminika kwenye jamii. Kwao tumeendelea kuaminika kwa sababu ya watangulizi wetu, na ni jambo ambalo sisi tulioingia tunatakiwa tuliendeleze ili tuwatengenezee misingi vijana ambao wanatamani kuja elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano na, na kuendelea. Mhm. Mm. katika maelezo yako unasema unaona wale wabunge vijana walowatanguliwa wamewatengenezea njia nzuri ya uaminifu kwa wapiga kura na ndio maana unaona vyama vyote vimeingiza sura mpya za vijana wengi katika bunge hili. Mm -hmm. Pengine uh, kuna kijana ambaye ulitamani kufanya naye kazi katika bunge hili lakini unaona hayupo tena. Hapana. Eh, Of course kwamba vijana wengi waliokuwa wameingia kipindi kile walifanya kazi vizuri na wengine wameondoka mm -hmm. Sababu za kuondoka siwezi kusema kwa nini wameondoka, kwa sababu waliwachagua, ndio waliamua. Ukiachilia aina ya siasa ambayo inatakiwa ifanywe Dodoma, kama bungeni kwenye uwakilishi, katika uwanja mpana wa utunzi wa sheria na mambo mengine, lakini kuna swala la wananchi waliokuchagua kwa hiyo ni maamuzi ya wananchi waliowachagua. Inawezekana alikuwa mzuri huku juu kwenye levo ya kitaifa, lakini chini inawezekana kulikuwa na tatizo, siwezi kujua. Na pia kuna swala la changamoto, la changamoto la namna uchaguzi wetu unavyoendeshwa na nini na, na, na, na. kwa hiyo nachokisema kwamba wale, wale tutangulia wamejengea misingi ambayo vijana tunaofuatia tunaaminika na ni swala letu sisi tulioingia kutengeneza misingi hiyo ambayo vijana wenzetu elfu mbili na ishirini waendelee kuaminika mm. na ni kiukweli kabisa mimi niko very proud kwamba kuona vijana wakienda Dodoma, wakiingia Dodoma, wanafanya kazi zuri, wanalitendea haki taifa. Ndo hilo vijana, mmeingia kwa wingi wenu katika bunge hili, kwa maana pande zote mbili, iwe ni yeah. kwa upande wa chama tawala ama yeah. vyama vya upinzani, lakini kwa upya wenu mnajiona mna dhamana gani sasa, mm -hmm. iliyopo mbele ya wapiga kura hawa ambao wamewachagua na watanzania kwa ujumla mm. Tuna dhamana kubwa, tuna dhamana kubwa kwa sababu taifa hili liwepo, liendelee kuwepo, na uimara wa taifa unategemea nguvu kubwa ya vijana. Sasa hii nguvu ya vijana isiwe inategemewa tu kwenye ufanyaji wa kazi viwandani, isiwe inategemewa tu kwenye kilimo kijijini, iwe inategemea pia hata kwenye vyombo vya uwakilishi kama Bunge. Kwa hiyo sisi kama vijana tunachukulia ni changamoto kubwa, tuna dhima kubwa kwa taifa letu kuhakikisha kwamba tunalitendea haki taifa, tunaangalia uzalendo, tunaangalia taifa mbele kwanza na kiukweli ni kwamba tunachokiona, mi binafsi nachokiona ni kwamba kwenda kuyafanya au kuyatenda yale ambayo yatakuwa na manufaa kwa taifa, yatakuwa manufaa kwa wananchi wangu walionichagua, yatakuwa manufaa kwa mkoa na kwa ujumla. Kwa hiyo ni wito kwangu, nautoa kwa vijana wenzangu, kwa wote kwamba tumeingia chance ni, ni nafasi nzuri, tunatakiwa tutengeneze au tuendeleze misingi ambayo wenzetu waliotangulia walitengeneza, walijenga, ikapelekea jamii kutuamini vijana, na haikuja bai otomatiki. By, by ilikuja kwa sababu ilitengenezwa misingi, waliopata bahati walifanya kazi vizuri, na ni wajibu wetu sisi sasa tufanye kazi vizuri ili vijana waendelee kuaminika. Mimi naamini taifa linawategemea sana vijana, kwa kama nguvu kazi wataalamu na kutegemea sana na uzuri, vijana wengi tulioingia humu jaribu kupitia, wengi tunafahamiana, tumekuwa kwenye siasa muda mrefu kidogo, wengi ni wasomi, wengi vijana walioingia, wengi zaidi ya asilimia tisini ni, graduates, ni la, zaidi ni wachache sana ambayo ni sio graduates. Kweli naamini kwamba ni watu ambao ni waelevu, wanajua wanachokifanya na naamini kwamba tutakwenda kutenda yale ambayo yanatakikana kwenye jamii. Inaonekana una, una, una imani kubwa sana na, na, na, na hili wimbi la, la vijana lilioingia na huu upya wenu, lakini pengine mwingine anaweza akajiuliza pamoja na huu upya wenu na, na, na nguvu ya vijana ambayo vyama imeingiza katika siasa za Tanzania, ambayo wengine wana kwamba hii ni chapuo kwa mabadiliko ya siasa za Tanzania, lakini mnafikiri mna